Tumekuwepwa hapa Arusha baada ya kuona taarifa zinazozunguka mtandaoni kuhusu changamoto iliyojitokeza hospitali rufa, ya rufaa ya mkoa wa Arusha Maunti Meru, kwamba kuna mwananchi aliyelalamika kuwa amebadilishiwa mtoto kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, na baada ya chama cha uuguzi Tanzania kuona taarifa hizo mtandaoni tumechukua jukumu kama chama kwa ajili ya kufuatilia, kwa sababu sisi kama chama ni chama cha kitaaluma ambacho kinafuatilia utendaji kazi wa wauguzi na mazingira wanakofanyia kazi na changamoto wanazokabiliana nazo katika kazi zile, lakini na kuangalia maeneo ambayo uh, tunaweza tukaishauri serikali na wadau wengine kusaidia katika kuboresha mazingira yale ili wauguzi waendelee kufanya kazi zao vizuri kwao Tuliposikia taarifa hizo kama chama, ilibidi tufike kwenye eneo la tukio kuona hali halisi ambayo inaendelea, na kwa hivyo tulikuwa na ujumbe wa watu kumi wa chama cha uuguzi Tanzania ambao umehusisha a, chama cha uuguzi makao makuu, na mimi kama makamu wa rais wa chama niliambatana pia na mwakilishi wa katibu mkuu wa chama a, ndugu Prosper ndugu Prosper Protas uh, lakini vilevile tuliungana na timu ya viongozi wa chama ya wa chama ngazi ya mkoa wa Arusha pamoja na tawi la Mount Meru kutengeneza ujumbe wa chama cha uguzi Tanzania unaofuatilia uh, changamoto hii iliyojitokeza hospitali ya Mount Meru. Na baada ya kufika leo, tuliripoti ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, tuliripoti ofisi ya katibu mkuu uh, katibu tawala wa mkoa wa Arusha na baadaye tulienda ofisi ya muuguzi mfawidhi wa hospitali ya, ya Mount Meru kwa lengo la kutaka kujua ba, kwanza kama wana taarifa ya mambo yaliyojitokeza, na kama wanayo, wameshafanya nini mpaka sasa hivi, ni hatua zipi ambazo wamezichukua ama wameshafanya kazi gani mpaka hapo, ili sisi chama cha uguzi na sisi tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho tunakifanya kwa baada ya kupata ripoti uh, kutoka ofisi ya mguzi mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru pamoja na viongozi wa chama cha uguzi katika hospitali ya Mount Meru uh, tulikutana na ratiba ya kuja ofisi ya, uh, ya mpelelezi mkuu wa, wa, wa, wa, wa makosa ya jinai uh, wilaya ya Arusha mjini kwa ajili ya kwenda kupokea majibu ya vinasaba ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kwa ajili ya kuthibitisha changamoto ambayo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo tume tumeshiriki pamoja na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, tumeshiriki pia na baadhi ya wajumbe kutoka ofisi ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumeshiriki pia na baadhi ya mawakili wanasheria lakini vilevile vile tulikuwa na baraza la uguzi na ukunga Tanzania, wanasheria wawili walikuwepo, na kwa hiyo sisi tulikuwa kati ya wadau ambao walipokea vile vinasaba. Vinasaba bi vile matokeo yake yalisomwa kwa bahasha ambayo ilikuwa sdi kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ambayo imefanya uchunguzi wa vinasaba vile na ilifunguliwa mbele ya wadau wote waliokuwepo, kwa kuangalia majibu ya vile vinasaba ambavyo vilichunguzwa kwa kuangalia maeneo kumi na tano na kwa hiyo, kwa kila eneo aa, walikuwa wanaangalia ni labda kama ni mama fulani amemechisha na kinasaba, kulikuwa na vinasaba ab na nas si. Uh, sampo za watoto watatu. Actually, baada ya kufika eneo la tukio tumekuta kumbe sio watoto wawili kama ilivyo kwenye mtandao. Tulikuta kuna watoto watatu. Kuna mmoja ambaye uh, walikuwa wanasema hivyo kwamba wamewachanganya, lakini kuna mwingine ambaye pia walifikiri huenda atakuwa ni huyo. Kwa hiyo ilibidi watoto wote watatu wakapimwe na baada ya hapo, uh, samples zilichukuliwa kwa watoto watatu, lakini vilevile vile vilichukuliwa kwa wamama watatu. Kwa hiyo baada ya matokeo yalikuwa yanajaribu kuonyesha, yani yameonyesha mama fulani kwa kumechisha na wale watoto watatu. Kwa hiyo yule ambaye uh, vinasaba vyake vime vimeoana na vinasaba vya sampo au vya kipimo, ki, kipimo fulani cha mtoto, walikuwa wametoa taarifa ni kwa ni kwa asilimia ngapi vimeoana. Kwa hiyo mwisho kabisa aliitwa aliyechukua sampuli zile kwa hiyo baada ya kuitwa yule aliyechukua sampuli alitoa taarifa ya sampuli. Sasa kama sampuli A iliyoletwa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, sampuli A alikuwa ni nani, sampuli B alikuwa ni nani, sampuli C alikuwa ni nani? Na kwa hiyo mama fulani amemechi na sampuli A kwa asilimia ngapi, sample B kwa asilimia ngapi, na sample C kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo pale wadau wote wakiwa wanasikiliza, waliona ni mama yupi ambaye ame ameoanisha matokeo ya sample zile kwa asilimia mia, tuseme, kwa sababu ilikuwa ni asilimia 99.99 iliyothibitisha kwamba huyu na huyu wameoanisha wame vinasaba vyao, basi hawa ndio mmoja ni mama mwingine ni mtoto. Kwa hiyo yule, yule um, mama ambaye ali, ali kwenye tukio linalozunguka mtandaoni alikuwa anakataa kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, ikathibitika kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na mtoto mwingine ambaye alikuwa inasemekana kwamba si mtoto wa mama husika, ikathibitika pia kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na kulikuwa na mtoto mwingine ambaye alizaliwa baadaye baada ya hao watoto wawili, ambao nayo walihisi huenda ni yule mtoto wa yule mama Neema. Kwa hiyo, nae, kwa hiyo nayo ikathibitisha kwamba si mtoto wa Neema ila ni mtoto wa yule mama ambaye ni mtoto wake kweli. Kwa hiyo matokeo yalikuwa ni hapo, na wadau wote tumeyasikia, tumeyapokea na, na serikali imeshauri tu kama mtu hajaridhika anaweza akaendelea kuchukua hatua. Lakini sisi kama chama cha wauguzi Tanzania tunapenda sana kutoa taarifa kwa wauguzi wote nchini kuendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi kwamba chama cha wauguzi Tanzania kipo kwa ajili ya kufuatilia kazi wanazozifanya na kuhakikisha kwamba wanatoa huduma zile katika mazingira mazuri na rafiki ili kwamba wateja waweze kuridhika na huduma zile wanazozifanya. Aidha, nichukue nafasi hii pia y kumpa pole muuguzi mwenzetu ambaye alitoa ile huduma na ikaleta changamoto kama Uh, wa wananchi walivyokuwa wanafikiria sisi kama wauguzi, hatulali. Unapokuwa na mteja ambaye umempa huduma na hajaridhika nayo, inasononesha mioyo yetu sana na hatuwi na furaha hata kidogo. Kwa hiyo nimpe pole.